Majina ya walioitwa kusimamia vituo vya kupigia kura, wasimamizi wasaidizi, pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura katika halmashauri ya wilaya ya Nzega, jimbo la Nzega vijijini na Bukene. Usaili utafanyika tarehe kumi na tano mwezi wa kumi, 2025 siku ya Jumatano, katika vituo vya usaili vinavyoonekana kwenye jedwali hapa chini. Jina la kituo, kata zitakazohusika. Puge sekondari: Puge, Magengati Milambo Itobo Ndala Tungi Budushi Mwakashanshala na Ugembe Mwanhala sekondari Utwigu Zikinziwa Mwantundu Muhungi Mbagwe Isanzu Mezibaziba Nata sekondari Nata na Mosala. Itobo shule ya msingi Itobo Shigamba Karitu Mamala Masela Igusele na Sigiri Bukene shule ya msingi Bukene Uduka Ikindwa kama Shalanga, Isangene Mogwa Mbutu sekondari Mambali Mbutu Sembala. Ah, mambo ya kuzingatia ni kwamba hakikisha unakuwa na kitambulisho, hakikisha pia unakuwa na kalamu, lakini kuchelewa kufika ni kigezo cha kukosa nafasi. Namba yako kwenye orodha ndiyo namba yako ya mtihani ya kuingilia kwenye chumba cha usaili, hivyo hakikisha umeikariri kwa. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana, na hakikisha umezingatia siku, tarehe, pamoja na muda na mahali ambapo usaili utaweza kufanyika. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe. Like video hii, share na video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata nafasi hizi za kazi, waweze kupata majina yao, na waweze kujua usaili utafanyika lini na wapi ambapo usaili utaweza kufanyika. PDF hizi utazipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha unaichukua link, unajiunga katika grupu ili uweze kupata PDF hii na uweze kuona majina yako. Asanteni na karibuni.